Hii ndio video itakayo toka kesho mapema kwa mbao, watu ambao wananitazama kabisa, tunaenda kuangalia jinsi ambao watu na upload video zao, lakini hawapati viewers hawapati like, kwa sababu like na viewers ndio zinasababisha mtu anapata subscribe, kwa sababu hakikilike watu ishirini watu ishirini wakilike video yako angalau na wawezi kukuta watu watano wame subscribe. kwa sababu ndio tatizo watu wengi ambao mba wanalo, ambao wanasababisha kabisa wanaacha kabisa kutumia mtandao wa YouTube nitakuja kuwezesha mbinu ambao unaweza ukatumia na wewe angalau ukawezi ukafikia angalau elfu moja viewers kabisa. Nzuo kabisa tujifunze mambo mbalimbali ambao YouTube ambao inahitaji kabisa, ili uweze kuupload video kila siku na vitu ambao YouTube havitaki kabisa, kwa sababu una upload video kwa njia siyo sahihi kabisa. Nzu hapa tuongee, nzuo kabisa, tuendelee kujifunza jinsi ambavyo tuweze tukapiga hela kupitia kwenye huu mtandao YouTube. Wa watu wengi kabisa ni mabilionea kupitia mtandaoni. Je, wewe unajifikiriaje? Yeah, unajifikiriaje, kwa sababu na kazi kabisa sio nyingi ambazo zipo tukajifunza kabisa, ukaanza kupata hela kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Niko hapa saa muhimu kabisa, niko ili video ambayo tunaweka tunawekahu unaipata kati zo tujifunze, ndio mambo atakuwa sawa. Kwa kitu ambacho nataka kuuliza kupitia kwenye mtandao wa YouTube comment hapo, nitakujibu kabisa. Niko hapa kusaidia, niko hapa kwa kila jambo, kwa sababu kila kitu kinahitaji yeah, kujifunza ili kabisa ujue namna ya close vitu ambao unaweza kuhitaji, kama kabisa unahitaji kuingiza hela kupitia kwenye mtandao wa YouTube. Nzoe tuendelee kujifunza z, tuendelee na mambo mbalimbali ambao YouTube inahitaji. Niko hapa kusaidia, niko hapa kwa kuelekeza kwa kila jambo na kwa kila kitu nawapenda sana, zidi kunifuatilia like, subscribe ili video ambayo tunaweka isikukose kabisa kwa wakati. Tutakuwa tunaweka video kila siku, ambao inakufundisha jinsi ambao naweza ukaanza kupiga hela kupitia kwenye huyu mtandao wa YouTube. Welcome kesho kabisa, mapema video itatoka jinsi ambao naweza kabisa kuupload video yako vizuri, ukapata na watazamaji wa kutosha. Usiangalie kama huna subscribe vote vinawezekana kabisa mdogo mdogo, we kabisa kaa hapo kabisa uanze kabisa ku shoot video, unaweka kila siku angalau video moja kwa siku, a video moja kwa siku tatu, yeah, kwa siku tatu video, video ndefu tatu kwa siku tatu, alafu hizo video fupi fupi uweke angalau kila siku moja moja ya. Yeah, niko hapo kukusaidia, mambo takuwa sawa, takuwa fresh na zote taanza kupata viewers kwa wakati, kesho video mapema kabisa, full video ambao itakuelekeza jinsi ambao naweza kutengeneza maudhui yako vizuri na kuposti vizuri na kuweka mg kwa wakati. Niko hapa kusaidia mambo yako poa.